Kiongozi, anazuia watu wasifanye mkutano katika mkoa wa Simiyu. Kwa sababu Simiyu ina matatizo makubwa. Simiyu ina tatizo kwamba la wafugaji wamenyang'anywa ng'ombe zao, wengine wamepigwa risasi kwa sababu wanakaa kandokando -kando na nini na hifadhi, na kwa hiyo anataka kuyafunga hayo ili kusudi, wanaona kwamba wananchi watahamasika kwenda kwenye mikutano ile, ili kusudi sauti ya wananchi wale isikike katika dunia. Maana yake anataka kuzuia watu wasizungumze. Lakini jambo la pili, pale Simiyu kuna wachimbaji wa migodi wanachimba wanachimba madini. Kwa hiyo wachimbaji wadogo wadogo wanaondolewa katika maeneo yao, nadhani na hili sasa linafanya yeye mwenyewe aone kwamba nanili, nanili yangu ninaweza nikafanyaje? Ninaweza nika, nika, hili jambo linaweza ikaibuka sana kuna watu wakulima wa, wa, wa wapamba ambao kila leo ni matatizo makubwa. Wakulima wapamba wanakatwa shilingi mia tatu kila kila kila mwaka kila kilo wanakatwa shilingi mia tatu. Halafu vile vile wanape, wana, wanapewa mbolea feki, wamepewa dawa feki. Kwa hiyo anaogopa kwamba haya mambo yanaweza yakaibuka zaidi, yakawa ni makubwa zaidi kwa hiyo mimi ninachokiona ni hofu ya, ya, ya kenani kiongozi kwa, kwa watawala ambao kila siku anawadanganya. Ni hicho tu mimi ninachohisi, ni hicho tu, kwamba kwa, kwa sababu anadanganya kwamba huku hamna shida na nini. Kwa hiyo watu wakihamasika, waki kwenda kwenye mikutano ile, maana yake ni kwamba wataona ah, kumbe unakuwa tudanganya. Sijajua kama mnanielewa hivi. Kwa sababu kuna pamba, wakulima wa pamba kila leo wana matatizo makubwa ya pamba, lakini hawafanywi hawafanyiwi hawa, hawa, hawa mambo, yani changamoto zao hazitatuliwi. Kwa hiyo wanaona kwamba Heche akienda na mikutano yake yataibuka mambo mengine makubwa. Kwa hiyo nawaomba Watanzania, isambazeni clip hii muone kwamba huyu atakuwa ni adui wa maendeleo wa ya watu wa Simiyu. Mimi ni mnufaika wa Simiyu, tunahitaji yaani ma.